Mi naye nimekuja kwenye vyoo vya wazungu huku, nakaa muda mrefu chooni kweli. <laughs> Mm, jamani. Mm, kwani kamwone mke wangu kama ameshamaliza kula kile chakula? Ehe, eh, sija kasema, mbona huyu ameenda chooni amekaa muda mrefu hivi. Kumbe nimekuja kuenjoy mwenyewe kucheka cheka huko pembeni. Lakini, mm, mgoja, mbona kana sikia kuna harufu ya moshi umu. Kuna kitu gani kimeungua tena? Au kuna nini kinaendelea huko ndani? Eh, huu moshi utakuwa unatokea wapi jamani tena huko chooni? Eh, haya maajabu ya Musa. Eh. Jamani, haya maajabu ya Musa. Mwanamboka, umefikaje tena huku? Ndiyo maana nilikuwa nashangaa, mbona huku choni kuna moshi mwingi hivi unaibuka. Sikujua ni wanani, kumbe ni Mwanamboka. Mbona umenifata mpaka huku tena? Kuna kuna kitu nimekosea? Yaani, mama Komba, umekosea sana jamani, umekosea mimi. Nilikuelekeza vizuri masharti uyafuate, umefanya nini sasa? Umeenda ukakosea mizimu, haujui cho kifanya Uh, um, um, um, um, um, Mwanamboka samahani, mimi sidhani kama kuna kosa nimekosea. Nimejitahidi kufata kila masharti, labda unaelekeza kitu gani ambacho nimefanya ambacho sio sawa hivi? Uh, kwani nilikuambiaje masharti? Nilikuambia kwamba hautakiwi kumwambia mtu yoyote kuhusiana na hii dawa. Umefanya makosa kwenda kumwambia huyo mpishi wa hicho chakula kwamba aweke dawa, ni kosa kubwa sana ya kisheria. Mizimu imeiona ime na imekasirika sana. Nilikuambia ni unatakiwa utunze siri, uwe mtu akutunza siri Mambo mengine ya familia sio ya kuenda ku expose kwa kila mtu. Nikwambia ukae na hii siri. Haukupaswa kumwambia mtu yote. Hata kama ingekuwa ina muhusu komba, hukutakiwa kumwambia. Ingebaki ni wewe na siri yako. Eh? Sasa umeenda kumwambia yule yule mpishi kwamba kuna dawa nataka kuweka. Uone kama umekosea au ulijua kwamba sitajua. Nikiwa kwenye kilinge changu nimekuona unachokuwa nakifanya. Ni makosa makubwa sana na hii utaenda kujutia. Mungu wangu, nimejichanganya. Kumbe nilimwambia ni, ni, yule, yule baba. Sikupaswa kumwambia, ningemficha tu. Ah, sasa nafanyaje? Jamani Mama Mboka, naomba unipe option nyingine, nisamee jamani. Mimi nataka nipate mjukuu tu, ndo maana nimefanya yote haya. Nijisahau kwenye hilo sharti jamani, naomba unisamee. Mwana Mboka, mwana Mboka, mwana eh, umeenda wapi na mwana? Mwana Mboka, mwana Mboka! nisharibu kila kitu jamani, kila kitu nilichokuwa nakifanya nimeharibu. Natumai umeshamaliza kula chakula chako chote, basi beba vitu vyako vyote tuende zetu nyumbani sasa hivi, muda umekwenda. Mama mkwe mbona mapema sana jamani, na umeondoka umeenda chuoni muda mrefu kweli. Nimekuwa nasubiri hapa urudi, walau hataweza kula chakula chako mpaka kimepoa. Nashangaa kwa nini umetumia muda mrefu sana chuoni, kulikuwa kuna shida gani? Yaani hapa nipo nimevurugwa sana akili yangu haiko sawa, kwa hiyo naomba tu tuondoke, maswali mengine au tutaenda kujuana mbele kwa mbele huko, acha kuniuliza maswali mengi kwa kweli, sasa hivi siko sawa. Wait, naomba uchukue sahani hapa, tushamaliza sisi, haya tuondoke. Uh, okay sawa, lakini vipi mbwa, chakula chako haujala? Amekula tu binti yako, lakini wewe unaona, unajua chakula chochote? Vipi na hiki, tunakirudisha tuna, tuna hivi hivi au tunafanyaje? Ah, maswali mengi, kitu changu hakiko sawa kwa kweli, nimeshavurugwa hapa, mimi naondoka. Niambie bili ni shilingi ngapi? Nilipe hapa niondoke, nimeshavurugwa. Sitaki niuze maswali mengi. Hicho chakula utajua mwenyewe, utakitupa utafanyaje, utajua mwenyewe wewe. Niambie ni shilingi na ndai. Ah, ni mm. kama kweli ukistajabu ya Musa, utaona Firauni. Yani, leo unashangaa kweli, unaacha kula chote hiki kienda kumwagwa. Hmm. Lakini sijui by the way, bei uh, yote ya chakula hapo ulichokula ina gharimu shilingi elfu sitini na tano moja mbili tatu. Hapa. Eh, hapa tushamalizana. Nyumba nzima nibaki na mfanyakazi. Waifu hayupo, ameondoka na mama mkwe. Sasa hivi, inabidi nijilie dodo mwenyewe kiulaini, bila hata kuhangaika. Eh, waifu huko atajua mwenyewe, atarudi saa ngapi mimi sijui. Sasa hapa inabidi nimuite mfanyakazi tuende na michezo yetu tunaofanya mpaka waifu aje kujua. Haya, itakuwa sio leo, nitakuwa natunza hii siri hata kujua chochote kinachoendelea. Kwa staili hii mimi Komba ah, na enjoy tu. Hii ndo faida ya kuwa na mwanamke ambaye hazai, yani wewe unachapa tu pembeni bila kuwaza Eh, tafanyaje sasa? Mke wangu wazai, na mfanyakazi ambaye yuko vizuri, mtoto mbichi kabisa. Yaani leo kuku nimeachiwa mimi, kisu nichinje mwenyewe <laughs> ah. Ah, acha nikamtafute yuko wapi kwanza. Tausi jamani, huyu ah, mfanyakazi takomenda wapi tena ah. Tausi we tausi, uko wapi tausi? <laughs> Eh, huyu baba mwana amekuja mapema sana leo. Au kwilu umeshaanza kumkaba huyu? Najua michezo yake hii ya mchana mchana huyu. Eh, Lulu, baba jamani. Eh, eh, baba. Eh, niko jikoni huku baba, nipo jikoni napika pika huku na malizia kupika. Niko jikoni. Mm. Ah, kumbe yupo jikoni anapika. Ah, sawa, ukimaliza kupika naomba uje chumbani hapa mara moja, nakuhitaji. God have mercy upon us. <laughs> Aya, sawa bosi, namalizia hapo kupika chakula na kuja. Jamani, mm. Kani kafumo mimi, si itakuwaje? Madam ataenda kuniua mimi jamani. Eh? Hii hatari jamani. Huu mchezo ni hatari huu. Yes baba, nimekuja. Ulikuwa unaniita, nilikuwa namalizia kupika chakula kwa ajili ya mchana. Ah, kumbe kumbe wapika chakula. Ah, basi ni vizuri. Mimi niko kidogo na muongezi na wewe kama hautojali. Mbona unaisha mlangoni? Njoo karibu njoo kaa kitandani hapa tuongee. Mm. Ah, jamani, yani naogopa. Eh. Ah, basi sawa, sawa nakuja. Ah, mm. Lakini mimi nilikuwa na swali moja kwanza. Mbona leo umewahi kufika mapema sana jamani? Saa saba na nusu, akati kawaida yako unakuja saa kumi. Leo saa saba na nusu mbona umewahi sana leo? Sina mbindo mimi si vitu vyako tena. Uh, sio kivile leo kidogo uchovu uchovu, nilikuwa najisikia kuchoka, mara kichwa kuuma, mgongo kidogo haukua sawa, nikaona ngoja kidogo nirudi nije nijipumzishe kidogo. Lakini nashangaa nimerudi nyumbani waifu simkuti, mamangu pia sijamwona, wamekwenda wapi? Ah, mkeo na mama mkwe wake mimi waliniaga kwamba wanamtoko leo, walikuwa na out yao special wao wawili kwa hiyo sikujua wanaenda wapi mimi, waliniaga tu kwamba chakula cha mchana si wahesabu nikupikie tu wewe, wao wataenda kule huko wanapokwenda, kwa sababu sijajua walipoenda, lakini wananiambia tu watarudi mida ya jioni. So hivi swadata uh... yani, yeah, ndo nilikuwa napenda hivyo hivyo. Ah, yani yeah, nilikuwa nimekumiss kwa kweli. Hii nafasi nilikuwa naisubiria kama vile yani, kama vile ngamia kupenya kwenye tundu la sindano, nilikuwa naisubiria hii nafasi kweli. Mke wangu mchana siku ananiganda, afu mtu mwenyewe ukiangalia hana maajabu. Kwa hiyo vipi sasa leo? Tausi fanya maajabu kidogo. Unajua leo nimekumisi kwa kweli. Ni muda mrefu. Leo wife hayupo tuko wenyewe tu kwenye hii nyumba. Unaonaje tukichachua kidogo leo? Eh? Ni chape, mpaka ni, ni ichanganyikiwe wenyewe. Ah, mm. Hivi unajua kitu kimoja, Komba, sawa, mimi nakupenda lakini sasa ukiangalia na mazingira haya, jamani, mimi ni mfanyakazi tu hapa na ukiangalia mkeo mimi ndo kaniajiri. Kwa akija akatufuma siku moja au itakuwa ni hatari. Afu mimi nyumbani sitoshi, nategemewa. Na mimi natuma kila mwisho wa mwezi, natuma pesa ya matumizi nyumbani kwenye eh, kwe chumba chako unalala una wewe na mkeo Sikia nikwambie, kitu Tausi, amna kitu ambacho kitalibika hapa. Hawezi akafahamu chochote, na hapa chumbani kwangu kwanza hawezi akagundua kama mimi naingiza mtu mwingine. Kwa hiyo humda ambao yeye hayupo, si ndio? Tutumie vizuri, hawezi akagundua chochote. Hii ni siri yangu kati ya mimi na wewe, hawezi akagundua chochote. Kwa hiyo tufanye, tufanye haraka haraka tu hapa, hawezi akatukuta. Mpaka arudi jioni tushamaliza yetu, alafu tunakuja tunajikausha, mambo endelea kama kawaida. Hamna hamna yote ambaye atakaisi kama sisi tuna mahusiano. Kwa hiyo, hiyo usijali ondoa swasi na hata akitokea kukufukuza, mimi nitaenda kupangia apartment ambayo utakuwa unaishi peke yako. Kwa ondoa wasiwasi wote. Hmm, yani Komba wewe una maneno mengi, wewe una lolote hapo, upwide utume kukamata hapo. Haya, tufanya haraka haraka basi, mwenyewe nimekumisi.